Katika zoezi la kusaka ajira ughaibuni katika eneo la Vipingo huko Kilifi Kusini, katika mpango wa serikali kupunguza changamoto ya ukosefu wa ajira miongoni mwa vijana. Shughuli hiyo iliandaliwa na mamlaka ya kitaifa ya ajira kwa ushirikiano na mbunge wa Kilifi Kusini, imeshuhudia vijana wakijitokeza kutoka kila pembe ya kaunti ya Kilifi. Kwa mujibu wa Ruth Mailu, afisa msimamizi wa huduma ya ajira katika mamlaka ya kitaifa ya ajira, mamlaka hiyo imefanikiwa kupata waajiri kutoka nchini Dubai watakaowasiliana na vijana hao, huku wakisisitiza kwa mamlaka hiyo imeweka mikakati ya kuwafungia nje walaghai. The National Employment Authority together with the government have been recruiting to in various uh, counties. It's not a scam. Our recruitment agencies are vetted, they are registered, and the jobs that they have are also attested. Vijana wengi ambao wamejitokeza nimeona kwamba wamefanya uh, courses za uh, hospitality courses. Na wengi pia tumegundua kuna na madereva wako wengi sana. Na tumechunguza pia zaidi leo nimeona zaidi ya madaktari mia mbili hapa wakijaribu kutafuta nafasi za kwenda kufanya kazi nje. Kenya ni kugumu, si maisha, si rahisi. Mtu kama mimi yani, wa nikisikia stori kama hizo na venye niko nayo paspoti yangu hivo, hata kama nafanya kazi zangu za mikono hapa na pale nav lazima nimejitokeza. Zoezi limekuwa sawa, tangojea majibu yao vile yatakavyokuwa. Hakuna corruption yoyote. Kabla nijeka zoezi hili, nafanya hizi kazi za mtaani tu mimi, kwa sababu hata hili zoezi